Ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo la pili ambaye linaweza kuwa ni sababu ya kufunga mlango wa riziki atarkul istighfar, waachia hapo ama ukakosa kuomba msamaha kwa Mola wako subhanahu wa taala, yaani hujikurubishi kwa Mola wako subhanahu wa taala. Kivipi? Nabiyuna Nuhu alayhi salam alipoenda kufanya daawa muji wa Babilon katika mji huo ametengeneza ameendeza ameendesha hiyo dawa sehemu mbalimbali. Kutokana na vitabu vya tarihi ya wanazuoni mbalimbali mbali wanavonuku, basi inaonyesha Sayyidina Nuhu alayhi salam alifika kipindi paka akamwomba Mola subhanahu wataala, kuwa kwamba yeye yamefanya dawa miaka mia tisa hamsini, baadhi ya wanachuoni wanasema uh, miaka elfu moja. Basi tunaona hapa Sayyidina Nuhu alayhi salam alikuwa